Ndugu wananchi, tumetimiza miaka sitini na moja tangu tumepata muunga. na miaka kama sitini na tatu sitini na nne tangu uhuru wa Tanganyika. Ni vigumu sana kutenga uhuru wa, wa Tanganyika kama ambavyo ni vigumu kutenga mapinduzi ya Zanzibar na muungano <clears throat> maana uhuru wa Tanganyika na muungano ndio vimezaa, na mapinduzi ya Zanzibar ndio vimezaa muungano lakini miungano yote hiyo ni mazao ya vyama vya TANU na Afro Shirazi. Kwa hiyo muungano una historia, na wako vijana hawajaelewa vizuri kwa nini tuliungana. Kwa hiyo, kwa dakika chache, kila mahali napoenda nawaambia muungano huu ulikuwa lazima ufanyike. Kwanza, wakati madai ya uhuru yanafanyika, Afrika ilikuwa inatamani kuungana yote kabisa na mimi naamini kabisa kwamba Afrika ingeungana inakuwa na nguvu zaidi kuliko Afrika iliyotengana. Afrika ambayo haijaungana, hai inatawanywa tawanywa na wakubwa wa dunia kwa sababu ya mahitaji yao. Hapa hapa leo, mkuu wa mkoa alikuwa ananiambia kwa utafiti wa kitaalam, Dodoma ina madini lakini madini ya Dodoma hayajachimbwa, ni sawa sana mtu kuishi na hirizi <laughs> maana hirizi, unatembea nayo unaamini tu kwamba hii hirizi itakuponya maradhi au itakuepusha ajali, lakini basi unayo tu. Na madini kama yapo Dodoma lakini hayachimbwi, ni sawa sawa na kuwa na hirizi, kwa sababu umasikini unakuwa unaishi na madini pale pale lakini dunia inahitaji madini hayo. Madini ya maana sana inahitajika na dunia. Lakini Afrika ina madini na wakubwa wa, wa dunia hawana madini, wanataka madini yetu, na sisi lazima tuwe waangalifu sana kuhakikisha ya kwamba madini na rasilimali zetu zinatumika kwa manufaa yetu, ili kwanza zituondolee umaskini wetu, ili tuweze kupiga hatua ya maendeleo. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hasa hoja ya Afrika kuungana, lakini mambo ya kuungana sio rahisi, sio rahisi hata kidogo. Hata hata ukiunganisha vijiji viwili peke yake, nayo ni kazi. Kila mtu anataka kuwa mwenyekiti wa kijiji hicho, na vyenyewe viko viwili na viwili, kila kimoja kina mwenyekiti. Sasa ukiviunganisha, nani anakubali kuacha mwenyekiti wa kijiji ili mwingine akose mwingine afanye nini, apate? Hiyo ndio iliyochelewesha Afrika kuungana, si kazi rahisi sana, ndio mm. maana hii Afrika imekuwa sasa. Ukiunganisha Kenya Uganda na Tanzania nani anakuwa rais hapo? Ndio ngoma inakuwa ngumu, kwa hiyo inahitaji moyo na ujasiri. Lakini Tanganyika na Zanzibar. Kwanza kwa sababu watu wetu wamekuwa na mahusiano ya miaka mingi katika historia, na vyama vyetu vilikuwa vinafanya kazi kwa karibu sana. TANU na Afro Shirazi, kabla ya uhuru, vilikuwa vinafanya kazi kupitia mfumo unaoitwa Pan Africanism, yani umoja wa Kiafrika. Basi tuliweza kufikia maafikiano, tukaunda umoja na tukaamua kuwa na nchi moja inaitwa Tanzania, ambayo inaunganisha nchi mbili ya Tanganyika na Zanzibar, lakini tuliungana ili tuwe na uhakika na amani ya maeneo yetu yote. Kwa hiyo fanikio tulilopata la kwanza ni kwamba nchi yetu Tanzania imekuwa na amani kwa miaka yote sitini na moja, sitini na moja. Ukienda kwa kwa historia ya Afrika ukaona Afrika ilivyokuwa inatifuana huko, wale wasomi, mwende kwenye Google utakuta kuna nchi moja inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania peke mm. yake. Zingine zimepitia msukosuko kweli, na moja ya vitu ambavyo vimefanya sisi hatukuepuka msukosuko hiyo ni kuweka mbele umoja kwa watu wetu mmoja. Nchi nyingine ni mimi, mnakotoka huko, ningekuja hapa na mkalimani, nikawa nasema Kiswahili halafu Mgogo anawaeleza anachosema, yani ningetafuta Mgogo anayejua Kiswahili, nyinyi mngekuwa hamjui. Na kweli zamani Wagogo walikuwa wajui Kiswahili, ni kweli. Na Wakuria walikuwa wajui. Na Wakuria tulikuwa tukijui <laughs> kwa hiyo ningekuja na mkalimani hapo sasa. Ningekuwa na mkalimani Mgogo, ndiye anajua kiswahili ninachosema, alafu anawaeleza, angeweza akawadanganya kwamba hivyo ndivyo nilivyosema, kumbe siku hii. Na hiyo kwa kweli imetufanya tumekuwa taifa, sio mkusanyiko wa makabila kama zamani. Hiyo ni kazi kubwa. Afrika haikujafanikiwa kwa hilo. Ukienda kwa majirani zetu <laughs> wengine wanabaguana kwa sababu mmoja ana pua ndefu, mwingine fupi, anauliza: wewe kwa nini una pua ndefu? Sasa hiyo ni shughuli kweli, <laughs> ya pua ya mtu na iwe tatizo, lakini <laughs> kwa sababu hawana sababu, mapua yanakuwa sababu, makabila yanakuwa tatizo. Ukienda kwa jirani zetu wa kaskazini hapo, wanajuana kwa makabila yao na uwezi ukuta wamekaa pamoja Wakikaa wanabaguana, wakabila wanakaa kule na kabila lingine wanakaa kungine. Hiyo ndio Afrika. Afrika ambayo sisi Tanzania tumeshinda mtihani, tukafanya Watanzania wote kuwa wamoja. Kwa hiyo, kwanza tuliunganisha makabila, tukawa taifa. Tumeweza kuunganisha nchi zetu mbili, tumekuwa taifa. Ndio maana tunaweza kabisa kusema kwa kauli na kwa kifua mbele